Elaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Uzangu wapendwa, mesema leo tunaadhimisha sherehe ya kupaa bwana wetu Yesu Kristo mbinguni ni sherehe kubwa katika kanisa Katoliki na ni wazi kwamba Makatoliki wanaadhimisha sherehe hii ya kupaa kwa bwana wetu Yesu Kristo. Leo zimetimia siku arobaini tangu Yesu alipofufuka kutoka wafu. Baada ya Yesu kufufuka kutoka wafu, aliendelea kuwepo duniani kwa muda wa siku arobaini. Tulishawambia tena maana ya namba 40. Namba 40 ni namba timilifu. Yesu aliamua kuwepo duniani kwa siku 40, ili kuendelea kujidhihirisha kwa watu mbalimbali, kuanzia kwa mtume wake, kuanzia kwa makundi mbalimbali, ndugu jamaa na wale wote wa kumfahamu, ili kusudi watambue kwamba huyu ndiye yule aliyekufa kweli, walivyowaambia huyu ndiye yule aliyeishi hapa duniani akafundisha habari za ufalme wa mbinguni, akateswa, akafa, akazikwa na siku ya tatu akafufuka. Kwa hiyo amelea kujionyesha kwa makundi mbalimbali baada ya hizo siku arobaini. Ilitosha kwamba watu kusadiki kwamba yeye ndio Kristo aliyekuwa ameteswa, akafa, akazikwa na akafufuka. Na aliwatokea wanafunzi wake mara nyingi, lakini aliwatokea makundi mengi mara nyingi na wakati mwingine aliwaruhusu watu kumshika, pamoja na kwamba alikuwa na mwili wa utukufu, aliruhusu watu kumgusa kusudi wasadiki kwamba huyu ndio yeye yule aliyekuwa amekufa na kweli amefufuka. Kwa hiyo baada ya siku arobaini kutimia, ndipo alipopaa kwenda mbinguni. Kama Yesu angefufuka siku hiyo hiyo na kupaa kwenda mbinguni, kwenda imani yetu sivyo? kama ilivyo siku hii ya leo vilitokea hivyo kwa makusudi kamili ili kusudi watu wazidi kuimarishwa kiimani na kusadiki ya kwamba huyu ndiye yule Kristo aliyekuja duniani kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Baada ya Yesu kufufuka kwake na kuwatokea wanafunzi wake kwa mara nyingi, zilipokuwa zinakaribia siku za mwishoni mwishoni kupaa kwake, kwa wale mliokuwa mnakuja kanisani asubuhi wiki hii iliyoisha na hata ile wiki ni iliyopita, nimekuwa mkisikia Yesu anaanza kuwaandaa wanafunzi wake kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Alianza kuwaandaa wanafunzi wake kulipokea tukio hili, alianza kuwaandaa kisaikolojia kulipokea tukio hili. Maana wanafunzi wake hawakujua kwamba baada ya Yesu kufufuka kwamba atapaa tena mbinguni. Kumbukeni ya kwamba Yesu alipokufa wanafunzi waliozumika wa sana lakini alipofufuka walifurahi sana. Kwa hiyo akajua sasa maisha yataendelea kama yale ya zamani. Aliendelea kuwatokea mara kwa mara sasa, kusudi wasije wakaangamia au wakapotea kabisa, akae nao tena kuendelea kuwaimarisha kwa muda hizi siku arobaini. Na mwishoni anaanza kuwapa matumaini ya maisha yajayo. Kabla ya kuondoka aliwaandaa kisaikolojia kupokea hiyo hali ya kuondoka kwake, lakini akiwaahidia kwamba atawaletea msaidizi mwingine ambaye atakuwa nao mpaka ukamilifu wa dahari, na msaidizi huyo ndio Roho Mtakatifu. Umesikia katika, katika masomo yetu ya leo, anawaambia wakae Yerusalemu, wasiondoke mpaka huyo msaidizi atakapokuja, atawapa nguvu ya kutoka na kwenda kumhubiri. Kwa hiyo Yesu baada ya kupaa wanafunzi wake walikaa Yerusalemu wakisubiri kwanza kupokea hiyo ahadi wa Mungu, ahadi ya Roho Mtakatifu. Na ahadi ilitimia tu baada ya muda mfupi. Yesu baada ya kupaa mbinguni alitimiza ahadi yake baada ya siku ngapi? Baada ya kupaa mbinguni alitimiza ahadi yake baada ya siku ngapi? Baada ya siku 10, kutoka ile siku ya 40 mpaka siku ya 10 zinakuwa siku ngapi? Hamsini, hamsini ndiyo. Tunaadhimisha sikukuu gani? Pentekoste. Pentekoste, pente ni neno la Kigiriki, natokana na neno penta. Mlifanya mahesabu kwa mnasikia Pentagon, eh? Pentagon maana yake ni nini? Pembe tano. Pentekoste ni 50 days, maana yake ni siku hamsini ndio maana neno Pentekosti ni neno la Kigiriki, siku hamsini, tangia Yesu alipofufuka. Kwa hiyo hiyo siku ya hamsini ndio siku ambayo Yesu aliwaletea wanafunzi wake ile ahadi aliyowaahidi ya msaidizi, ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kwa hiyo wanafunzi wake Yesu alipokuwa anawaaga walikuwa wanahuzunika sana, alipokuwa anaambia mimi naondoka na nakuliko Baba yangu walihuzunika . Hakuna kipindi ambacho wanafunzi walihuzunika kama Yesu alipokuwa anamwambia narudi kwa baba yangu. Walisononeka sana, wakawa wanajiuliza itakuwaje. Lakini Yesu akamwambia msio, msio, msifadhaike, mimi ni mwenu, niafadhalia mimi niondoke, ili niwaletee msaidizi atakayekuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa nyakati. Nisipoondoka, yule msaidizi hatakuja. Ndicho alichokuwa anawaambia Yesu, alikuwa anawatia moyo aliendelea kuambia najua mtahuzunika sana, lakini ulimwengu utafurahi, ila huzuni yenu itageuka, itakuwa furaha. Na leo tumesikia katika Injili ameondoka nao na wafuasi wake akiwa pamoja nao Bethania, huko akainua mikono yake akawabariki, na alipowabariki akajitenga nao, akainuliwa enda mbinguni mbele ya macho yao. Lakini wanafunzi kwa sababu alishawaandaa, tumesikia katika injili ya leo, wanafunzi Yesu alipochukuliwa kwenda mbinguni aliwaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Hapa wanarudi Yerusalemu wenye furaha tu, na walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu, wanasubiri ile ahadi ya Roho Mtakatifu ambayo ndio Pentekoste Dominika ijayo. Na huyo Roho Mtakatifu baada ya kuja walijazwa uli, ndio wakatoka wakaenda kumhubiri Kristo kwa sababu ili wapasa kumhubiri katika mataifa yote mpaka miisho ya nchi. Nisikia katika somo la kwanza Walipaswa kutoka kwenda kumhubiri Kristo mpaka mwisho ya nchi. Mwisho ya nchi maana yake mwisho ya dunia. Mwisho wa ulimwengu mzima. Na kazi hiyo wameitenda kwa moyo wao wote na inaendelea kutendeka mpaka leo. Hii kazi itaendelea mpaka Yesu atakaporudi mara ya pili. Kwa hiyo ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo aliwaahidia, ambao walipokea siku ya Pentekoste inaendelea kutenda kazi katika kanisa mpaka leo. Roho Mtakatifu ndio mtume wa mitume. <coughs> Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza kanisa. Roho Mtakatifu ndiye anayewapa watu nguvu ya kumwamini Mungu. Ninyi nyote mmefika hapa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Amkuja kwa nguvu zenu wenyewe. Kila mmoja anaamka kujiandaa na kuja kanisani hapa. Mmesukumwa na nguvu ambayo hamuitambui lakini ipo inafanya kazi. Kwani mmelazimishwa kuja kanisani leo? Kristo. Amina. Na mtu anayelazimishwa kuja kanisani. Kitu gani kimekufanya ukaje? Roho Mtakatifu. Niwaambia tena jana. Mambo mengi yanatendeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayegawa karama mbalimbali. Hata kazi zingine zote tunazozitenda sio tu kanisani, achilia mbali za kanisani. Wale wanaojitoa kutumikia kanisa, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini watu wametoa maisha yao kutumikia kanisa? Sio kwa kwa nguvu za binadamu au kwa nguvu za binadamu. Nguvu za Roho Mtakatifu zinaendelea kufanya kazi. Watu wanaamua kuacha maisha, wengine wanaishi maisha mengine, sio kwa akili zao. Ukiona wa. E, watawa wamejitoa sadaka, wamekuja huku, nazania ni akili zao? ni akili sio, elezeka ya Roho Mtakatifu. Ukiona sisi tumejitoa sadaka, tuko huku tunatumikia, sio kwa nguvu zetu, kwa akili zetu za kibinadamu ana kwa akili ya kibinadamu huwezi kufanya mambo hayo. Na ninyi nyote kwa mambo mnayoyafanya yote karama mbalimbali mlizojaliwa, wengine waalimu, wengine manesi, wengine madaktari, wengine wanafanya kazi benki, wengine ni askari, wengine hayo yote ni karama mbalimbali ambazo zinaweza kutendeka ulimwenguni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na mtu anasukumwa na roho huyo, kama usukumi na Roho Mtakatifu, unajisukuma mwenyewe, utafika mahali utaacha utachoka. Kama nguvu ya Roho Mtakatifu ifanye kazi ndani mwako kwa jambo lolote. Hilo ndio maana tunataka usifanye mambo kwa kuiga. Fuata kila ambacho dhamiri yako inakuelekeza na unania kufanya kwa moyo wote. Mara nyingi watu wanafanya mambo kwa kuiga, na ndio maana anafika mahali anachoka. Na siwezi fanya mambo kwa kuiga, utachoka. Usifanye mambo kwa kuiga. Fanya yale ambao unaona dhamiri yako inakusukuma. Dhamiri ndio inayosukumwa na Roho Mtakatifu. Dhamiri ni utashi wa ndani kabisa ambao unasukumwa na nguvu za Mungu wa kuamua kutenda jambo jema. Na ndio maana watu wanatenda mambo mema wanasukumwa na dhamiri iliyo safi. Dhamiri ikifa ndio hapo mtu anatenda mambo ya ajabu. Kwa maana nasikia mtu anasema huyu dhamiri yake imekufa. Kwa maana mtu anatenda mambo ya ajabu Dhamiri yake imekufa, imekosa neema zile za Mungu, neema zinazopatikana kwa njia ya sakramenti za kanisa, neema zinazopatikana kwa neno la Mungu, neema zinazopatikana kwa kusali na, na kwa kutenda mema mengi. Hizo neema zinafanya dhamiri yako inakuwa safi, na Roho Mtakatifu anaweka makao ndani mwako, anakuongoza katika kutenda mambo unaopaswa kuyatenda. Ukiona mtu anatenda mambo katika mstari mnyofu, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Ameruhusu dhamiri yake Mungu atende kazi ndani mwake na anatenda vizuri. Kuna mtu anafanya mambo ya ajabu ajabu anajifanyia mwenyewe, kwa maslahi yake binafsi, kwa nia zake binafsi, lakini hazifiki mbali. Daima zinaishia njiani. Unaweza kufanya kwa unafanikiwa, lakini kumbe mwisho wake unakuwa ni mbaya. Kwa sababu haufanyi katika dhamiri iliyo njema, hauongozwi na Roho Mtakatifu. Unaongozwa na roho mtakavitu Kristo, kiongoza na roho mtakavitu, utaishia njiani, utachoka na mwisho utakuwa ni mbaya. Kwa huyu msaidizi ambaye Yesu aliwainia mitume, alifanya kazi ndani ya mitume kweli. Ndio maana mitume walifanya kazi yao kwa moyo wote, wamefanya kazi kwa nguvu zote, walikuwa wako tayari kwa lolote, sababu roho, nguvu ya Roho Mtakatifu inakutenda kazi ndani mwako mtume walikuwa wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo, na wote natasinekua mtume wamekufa kwa walikuwa kuuawa tayari kufa kwa ajili ya Kristo, na wengi wamekufa kwa kuuawa wa kwa ajili ya Kristo, kwa sababu wanaamini kwamba baada ya kifo kuna maisha na Yesu amewadhihirishia hayo. Kwa hiyo akifanya kwa nguvu zote kwa jina lake, hata kama watauawa, wataenda kuishi na mwalimu wao. Kwa hiyo hawana mashaka katika hilo. Sasa sisi kwa nini tunaogopa, kwamba tunaye kiongozi wetu huyu ambaye amepaa mbinguni leo? Ametudhirishia kwamba nyumbani kwa baba yake kuna makao mengi, anakwenda kututayarishia makao na akija anakuja kutuchukua. Tunasadiki katika hilo? Tunasadiki. Kama tunasadiki, kwa nini tuwe tuna na hofu? Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyo mwenu, wala msiwe na uoge Tendeni kazi na wale wanai kazi ya ahadi, wazazi kwamba watalea watoto Kikristo wafanyi hivyo, na wasimamizi wafanyi hivyo. Kwa wana imani yetu hii ya Kikristo, imani ya kanisa Katoliki na bakia kuwa ni imani ya kurithi tu. Ndio maana wana watoto wana kuja, au wengine hata wengine ni kijana hapa, na wengine hata watu wazima, kwa sababu ya imani ya kurithi hamuone uzito wa mambo haya ya, ya kanisa Katoliki. Ndio maana hatuyazingatii sana, tunachukulia ni aziana tu. Si mama ya sasa ziada. Sisi tulio Mungu kwa swala na mfano wa Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku tunapaswa kwenda kuungana na Mungu katika ufalme wake. Kwa hiyo leo hii tunapoadhimisha sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu, ina maana kubwa sana kwetu sisi. Ina maana kubwa. Leo msije tu hapa kwamba leo ni kupaa Bwana. Tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana, zimetimia siku arobaini, basi tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana. Lakini ina maana gani kwetu? Kumbe leo ni siku ya kutafakari na kuweka mikakati hivi, huko alipokwenda Kristo na sisi tutakwenda kweli? Mimi na wewe tutakwenda, au tumekuja tukusherehekea, tunaondoka na shughuli zetu? Na amesema anapenda kutuandalia makao na atakuja kutuchukua. Anakuja kutuchukua lini? Kristo anakuja kutuchukua lini? siku ya mwisho? amisha anza kazi ya kuchukua watu, sikila sima anachukua watu eh, mtu anapoondoka, sasa kuchukuliwa. Ujio wa Kristo tushawapia tena huko kwa namna mbili, ujio wa mara na na mjio wake, ya pili. Yesu atakuja tena mara ya pili kwa hukumu wazima na wafu. Ujio wake tushasema kwa namna mbili, kwa mtu mmoja mmoja na ile siku ambayo atakuja tena, kama tulivyosikia hapa tunakwambia, enyi watu wa Galilaya, wa mbona mmesimama mkitazama mawinguni? Huyu Yesu uliyemwona akienda zake huko mbinguni, jinsi hivyo hivyo atarudi tena. Walitokea malaika, maana Yesu alichukuliwa katika wingu, hawakumwona tena. Watu wawili walivaa mavazi meupe, nikina nani hao? Hawajatajwa wa? majina. Ndio akawaambia wale watu walikuwa na shangaa pale, Eni watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mawinguni? Huyu Yesu uliyemwona akienda zake, jinsi hiyo alivyoenda, atakavyorudi. Kwa hiyo tunaamini katika imani yetu kwamba kuna siku Yesu atarudi wa hukumu wazima na wafu. lakini hiyo ni hukumu ile ya yatuma inaitwa universal eschatology kwa lugha ya Kigogo ila individual eschatology iko kila siku, ya mtu mmoja mmoja anapoondoka, ndio ujio wa Kristo amekuja hiyo. Kwa hiyo ipo kila siku. Sasa swala la kuja, amepaa kwenda kuandalia makao, na nataka sisiku alipokwenda ktuenu tutakwendaje? Ndio maana tunaambiwa kila mara tujiandae, tujiandae kila wakati, kwa sababu hatujui siku wala saa atakapokuja huyu aliyekwenda. Vivyo hivyo atakuja kama tumemwona naye. Anapokuja sasa ni eh, shida kutambua sababu katika baada ya kufuka na kupaa hakuna tena mtu mwingine aliyekufa akafufuka. Akaja kuhadisia alimuona Bwana akiwa anakuja kumchukua. Au kuna mtu alishakaribia kufa alafu akapona. Alimuona Israeli, alafu baadaye akarudi. Yupo atushuhudie. Kama mimi nimeona Bwana wakati fulani eh <coughs>

na e, mwingine anasema kwamba nimepona, hapo kwenye tundu la sindano kidogo ningekufa. Ulimwona bwana akiwa anakuja? Kwa hiyo huyu bwana anakuja na anawachukua watu, kila mara anachukua, lakini sasa anachukua namna gani? Atakapokuja tutakuwa tuko katika hali gani? Utakuwa umejiandaa? Ndio maana tunataka tujiandae kila siku, tumeandaliwa makao. Yeye ametufundisha, kwa hiyo hapa duniani ametufundisha njia ya kufikia ufalme wa mbinguni na akasema waziwazi -wazi kabisa, mimi ndio njia, ukweli na uzima, mtu atakuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Sasa kwa njia ya yeye kwa namna gani? Ndio kuishi neno la Mungu kiaminifu, kuishi amri za Mungu, kuishi sakramenti hizo. Tuachia kama duniani tumebatizwa, ndio tumepata tiketi ya kupata ufalme wa mbinguni. Je, ye, batizo letu bado tumejaa ile neema tumepokea wakati wa batizo imeshuka kwa sababu ya dhambi tunazoenda kutenda. Tunaungama dhambi zetu kujaza ile neema, tunailinda ile neema tunayopokea kwa sakramenti za kanisa ya e kanisa takatifu na mpokea kanisa takatifu unailinda na kutunza neema ambayo umeipokea kwa kufanya kitu hiyo. Maana baada ya kubatizwa wengine umetenda dhambi nyingi, neema imeshuka, inajazwa ne tena kwa sakramenti ya kitumio, lakini naendelea kuhuishwa na kulindwa kwa sakramenti ya kanisa takatifu. Ili mwana wa Adam siku atakapokuja kukuchukua ili akupeleke kwa alipo akukute umejaa neema. Inatakiwa siku Yesu anakuja kukuchukua akukute umejaa neema. Sasa sisi maisha yetu yanakuwa ni ya hofu na mashaka, kwa sababu hatujajaa neema, neema imeshuka kwa sababu ya dhambi nyingi tunazotenda. Tungekuwa hatutendi dhambi, tusingekuwa na hofu Mwana wadamu anakokuja si anakuchukua na unaenda kuishi naye, kuna shida gani? Hofu na mashaka kwa sababu neema imeshuka neema imeshuka, kwa hiyo hatujiamini, tunakuwa na wasiwasi. Lakini ukiwa saa zote huko katika hali ya neema, mwana wadamu akitaanaweta msiani auna mashaka aitaanawa, ukiwa kazini auna mashaka umelala hauna mashaka. Kwa mashaka yetu na mahangaiko kwa yetu yanasababishwa na dhambi nyingi tunazozitenda. Ndio maana siku mwanadamu atakapokuja atatukuta tuko katika hali gani. Hivyo basi, ndugu zangu, tunapoadhimisha leo kupaa kwake Bwana, sisi tunataka tubaki na tafakari ya kwamba na sisi tutaendaje kwa alipo paa? Hilo ndio kubwa ambalo tunataka tukitafakari siku ya leo. Tutafikaje huko alipo huyu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 Kweli, nani amesema hizi ni hadithi za zamani? Si tuko tunaishi na tutakufa. Ukifa unaenda wapi? Tunaelewa kwamba kuna maisha baada ya haya hapo. Maisha baada ya haya unaendaje? Kwa hiyo tunahitaji kufanya mabadiliko ya kweli na kufanya bidii kila mmoja wetu, ili tuweze kufikia utukufu wa ufufuko ambapo Kristo yeye mwenyewe anamwendea na amependa kutuandalia makao. Tumuombe Mungu katika dominika hii ya leo ya kupaa bwana wetu Yesu Kristo, jaliwe neema na macho ya mioyo yetu yafunguliwe tuweze kuona uzito wa mambo haya, tusiyachukulie kama ni mambo ya kupita. Sio mambo ya kupita, ndo maisha yetu tunayoishi. Na mwisho wa siku kila mmoja wetu anatamani kufika mbinguni, najua kila mmoja anatamani kufika mbinguni, lakini unafanya jitihada gani za kufika huko? Kuna mikakati yote umeweka ya kufika katika ufalme huo? Mwongozo upo tayari, neno la Mungu liko wazi, amri za Mungu ndo zinatuongoza sakramenti za kanisa zinatusaidia katika safari hiyo. Sisi ambao ni mahujaji wa matumaini tunaadhimisha jubilei ya miaka 25 ya Ukristo, na kauli mbiu inasema sisi ni mahujaji wa matumaini n yani mahujaji wa matumaini. Mahujaji wa ni wasafiri, hija ni safari ya kiroho ya kuelekea sehemu takatifu. Kwa hiyo sisi ambao ni mahujaji wa matumaini hapa duniani tu wasafiri, tukielekea katika ufalme wa mbinguni, ambapo Kristo anatutangulia siku ya leo kwenda kutuandalia makao. Kwa hiyo tukiwa hapa safarini, tutumie vile ambavyo Kristo anatufundisha. Vile ambavyo kanisa linatufundisha ili vitusaidie kufika katika ufalme huo. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Tusimame tuikiri imani yetu.